wajibike na moja ya wajibu kuwajibika ni kufanya kazi kwamba tujue tunapaswa kufanya kazi kama kulima tulime kama kufuga tufuge tunapaswa kufanya kazi hakuna mtu anayekuja hapa ili aweze kutufanyia sisi kazi tunawajibika mbele za Mungu kila Mtanzania, kila mmoja kwa kufanya kazi. Nchi ya watu wasiofanya kazi haiwezi kuendelea. Lakini pia viongozi wangu wapendwa mliokaa hapa, nchi ya watu ambao pia wanaishi kwa kucheza michezo ya kubahatisha, bahati nasibu ziko nyingi. Sijaona nchi ambayo iliendelea kwa michezo ya kubahatisha, kubeti angalia kwenye radio, angalia kwenye TV, hesabu airtime, muda unaotumika kwenye radio au kwenye televisions. Kubeti, kubeti. Yaani sasa hivi sasahivi watanzania wengi wanahimizwa kubeti na wanaonyeshwa fursa ya kubeti kuliko fursa ya kufanya kazi. Hili ni janga kwa taifa na kama kuna namna tunaweza tukatumia hiyo nguvu kwenye kazi. Tena tunaambiwa huyu Mungu tukifanya kazi anabariki kazi za mikono yetu, ukilima anakubariki, ukifuga anakubariki, ukifanya kazi yoyote anakubariki, lakini kwenye kubeti kweli? sidhani kama tumefilisika kiwango hicho, hapana. Lakini labda hilo eneo hatujaliangalia kama ni hatarishi, kwa sababu kuna watoto wanazaliwa sasa. Akizaliwa akisikiliza redio anakutana na kubeti, akienda kwenye TV anakutana na kibeti. Kuna ndugu mmoja alicheza sana hii michezo ya kubeti, alafu akaacha ghafla sasa wale wenye michezo ya kubeti wakampigia alo, vipi, uko wapi? Mbona siku hizi umeacha? Akasema sina hela, wakasema ngoja tukurushie, wakamrushia elfu kumi eh. Watu wa kubeti na wenyewe kumbe wana system, wanaangalia anaye beti sana ni nani, na asipo beti tumpigie simu. mm -mm. mm -mm. Ili hapana mm -mm. mm -mm. ili hapana Sio zuri, Mungu hapendi, halina baraka. Vitoto wetu, mimi nikikuwa mdogo nikisikiliza Redio Tanzania, na vikumbuka vile vipindi vya Redio Tanzania, kuna kipindi kilichoitwa mkulima wa kisasa. Mkulima wa kisasa nana nasikiliza. Sasa hizi sisikii hata mkulima wa kisasa, sijui kaenda wapi, sisiki lakini unasikia beti jero buku hapana. Eh, yako mambo ya baraka yanaweza kufanyika kwenye nchi yetu, na moja wapo ni kufanya kazi kazi zenye heshima, zenye sitara, zinazoheshimu utu wa mtu zinazomfanya mtu ajiheshimu na kuheshimu nchi yake. Hizo kazi tuziimize kwa bidii, tusiziache zipotee.